Kasako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Katika moja ya activities ambazo tumepanga kuzifanya kwa mwaka huu 25 26 ni kugawa vitambu, kutengeneza na kugawa vitambulisho elfu hamsini wa vya wastaafu kama unavyofahamu, mwanzo tulikuwa tuna vitambulisho, lakini vilikuwa sio vya ubora unaotakiwa kwa hiyo tukasema sasa kama idara e, tuna wajibu wa kuja na vitambulisho ambavyo ni vya kisasa zaidi na ambavyo e, vinaweza vikahimili mazingira ya wastaafu wetu hawa kwa maana ya utunzaji na namna nyingine. Vitambulisho vyote elfu hamsini vimesha ta, vimesha vimeshakuwa tayari na tumeanza kuvigawa kwa wilaya ya Dodoma na hadi sasa actually zoezi hili limeanza tarehe 15 mwezi wa 12, e, na hadi sasa tumeshatoa vitambulisho takriban 609. Kwa hiyo baada ya hapo, mwezi Januari tutavigawa sasa kwa nchi nzima, kwa Tanzania amini, kwa Tanzania bara na Tanzania uh, visiwani huko Zanzibar. Kwa hiyo uh, tunatarajia hili zoezi litakuwa na mafanikio makubwa sana kwa sababu wazee wetu wamekuwa wakivisubiri kwa muda kwa muda mrefu sana. Ukizingatia uh, kama nilivyosema awali kwamba vitambulisho vile vya, vya mwanzo vilikuwa haviko katika kiwango kile kinacho kinacho kinachotakiwa kwa maana kwamba huwa vina vinaharibika kwa haraka na tume, kwa kweli zoezi hili kwa hatua za mwanzo, za mwanzo za kugawa vitambulisho vichache eh, limefanikiwa lime, lime sana kwa sababu eh, kwanza tumepata fursa ya ku eh, ya, ya kuboresha ya kuboresha zile taarifa za wastaafu ambazo wakati mwingine zinakuwa haziko katika katika ubora unaotakiwa. Eh, baadhi ya taarifa ni za zamani, kwa hiyo akija hapa kabla tujampa kile kitambulisho tunazi update zile taarifa zinakuwa katika, uh, katika katika katika uh, kiwango kizuri. Nitoe wito kwa wastaafu wetu <coughs> hasa kwenye kwenye eneo hili la la utapeli. Kumekuwa na matapeli ambao wanawadanganya wastaafu wetu uh, kwamba wana, wanaweza wakawahudumia, lakini mwisho wa yote wanaishia tu kuwaomba fedha Kwa hiyo nitoe wito kwamba huduma za serikali, huduma za pensheni hizi zinatolewa bure kabisa. Kwa hiyo wasidanganyike kuingia katika mtego huo wa utapeli. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.